Wengi wamezoea kwamba kilimo na wankaja. kilimo ni cha watu ambao hajasoma. Kilimo ni cha watu maskini. Hajaweka kwamba kilimo ni biashara. Eh, kweli? Sasa mimi kilimo hiki ni cha kibiashara, <laughs> eh. Cha kujikimu. Eh. Na mgomba mmoja akila una migomba mitano, ameuza mmoja amebaki mmoja. Basi kwa mfano huku kuna migomba zaidi ya elfu mbili mia saba zaidi ya elfu mbili mia saba mm zaidi ya elfu mbili mia saba zaidi ya elfu mbili mia saba na kila shina kwa kwa elfu mbili mia saba kwa hiyo sasa hata nikianza kuza ndizi zitaiba zitakoma <coughs> ngapi? Nyingi sana, yeah, kwa mfano zina tayari zina zita, zina watoto na watoto watatu watatu, ehe. Sasa watatu watatu kaanza kuzaa na haiwezekani kazaa eh, mkungu mmoja. Kwa hiyo mkungu mmoja kazaa mingi kwa kaja, inawezekana kwenye mkungu mmoja ukakata hata mikungu minne au mitano kwa wakati mmoja tuseme mitatu ya sababu kwasuakwa kuweka mikongo migomba mitano, amshi yote kumbe kumbe hata tu ah, kaakumbe hata kana kubali tu tena kwayo. Sasa hivi Kiela, hmm. ka zinaanza kuisha. Ehe, kwanza ardhi Kiela ni ndogo mmm, lakini la pili kakao nayo haipendi sana kwenye maji muda wote Yeah. Sasa huku mvua ikinyesha ikachanganya na udongo inarutubisha, lakini sasa kwa huku inawezekana kwamba kakao sasa haitakuwa Kiela, itakuwa Rungwe, Rungwe na Busokelo na Kiela yenyewe, lakini hasa hasa inakwenda hapo Busokelo, inakwenda Busokelo kwa sababu Busokelo katika kata kumi na tatu karibu kata sita ndo zinalima kwa wingi: Lufilio, Itete, Lupata, Kisegese, Mtaba, Kamba Segese, kidogo Lwangwa, Pande wa Lukasi, kata saba kati ya kata kumi na tatu zinasema kokoa kokoa. Na mwaka huu mwaka jana, mwaka jana ilipanda mpaka bei kilo moja shilingi kwa wa kil kwa kilo. Kwa hiyo kama hawa wananchi wakasimamia vizuri uchumi wao Mm -hmm. Wanaakika kuinuka viguru vikubwa. Yaani mzunguko wa hela ndani ya Busokelo utakuwa mkubwa, wandeshaji sasa upandaji kwani sio kubwa sana? Hapana, kwa mfano kakao kwa mfano unapoanza lolote inakuwa ngumu, yeah. Kwa mfano mimi nipo kwa nipokuwa naanza nilikata, nilifyeka pori nipo nipofyeka pori nikachoma nipochoma nikaanza kupanda migomba lakini migomba unanunua kwa wananchi, mdau ni kwa nunua shilingi mia tano kwa kila mgomba, kuchimba shimo shilingi mia mbili hamsini kwa kuchimba shimo, kufikia shilingi haizidi elfu moja, haizidi elfu moja kusafirisha ndio hivyo. Kwa hiyo haz <coughs> ni gharama unapoanza, ni gharama, lakini biashara yoyote unapotaka kufanikiwa lazima kuwe na gharama. <coughs> <coughs> Utaisha tengeneza ajira hapa, wata, ajira. Una vijana wangapi unalima huko ndani? Kwa sasa hivi ako kama kumi sababu sijaanza sijatafuta wale rasmi wa kudumu. Nataka kwamba nitafuta wa kudumu. Pale ninapoona kwamba mazao yanaanza kufanya. Unaona kama ulichelewa au umewahi? Ah, kuna cha kuchelewa na kuna cha kuwahi. Ni unafikiri imekuja <laughs> wakati mwafaka? <laughs> Eh. Kwanza imekuja muda mwafaka kwa sababu kwa kwanza akili tayari imesha koma. <kwanza> Eh. Nimekuwa mtu mzima sasa. Ingekuwa kijana bado na ujana ule ungesema mimi siwezi kwenda kijijini kwa sababu wanasema kijana wakawa wakulima. Eh. Unaona? Na kilimo wanasema wengi wanasema wanalima ambao hawajasoma, hawana hela, hawana nini. Uchumi, kumbe uchumi sasa hivi kwenye ardhi hmm. Kwa hiyo mimi sijachelewa, nimekuja mjaa mafaka, akili yangu imetulia baada ya utumishi. Kwa hiyo nafanya kitu kwa, kwa amani kabisa. Ona, ona, ona, ona wasiwasi. Soko la ndizi ni kubwa mno. Yeah. Soko la ndizi ni kubwa mno. Kwanza nafuata huko Mm. na ukubwa nafuata na ndizi zako, lakini mimi nataka nifanye na mambo mengi, sasa nafanya utafiti wa soko la ndizi. Lakini mbali ya soko la ndizi nata, nataka, nataka, nijue products zinazotokana na na ndizi. Ndizi. Mm. Mm. Sio swala la kula tu. Nataka huko mbele utakuona kuna eneo langu hilo la kupanda miti. Nataka hiyo kama center kama kakiwanda kadogo kwa ajili ya kuprocess ndizi mazao yangu. Kwa kama nitapata mazao yanayotokana na ndizi mbali ya kula. Nataka niwe na kiwanda kabisa cha kufanya cha kuprocess. Ndio ndio. Kakao kakao ambayo inatakiwa nifanye sioni umuhimu wa kuuza kama navouzakuaneka kwenye jua hapana. Mvua inasumbua, hata utakuta zinakuwa zina na uvunda <muchasimu> kwa nataka ingalau niingie mkataba na, kwa sababu nimesajili taasisi ya kampuni ambayo, <muchasimu> naanza mazungumzo na taasisi za kifedha, ili nipate wanipe, ile wanaita working capital <muchasimu> sio mtaji yako, yani hela ya kuendeshia kuongeza uzalishaji, nipate mashine ya kufarmu ya kukausha hmm, ya kutoa ganda ya kugredi ya kupaki na kadhalika, lakini hasa baada ya kutafuta masoko hmm, kwa nisiuze kama nauza. Lakini na sio kwangu, kwa maana nio peke yangu, hata majirani nao wafanye hiyo dete hapo, kwa sababu inakuwa thamani ya zao itakuwa imeongezeka, haitakuwa unauza shilingi thelathini, hutauza tena thelathini. Sasa mm, kwa kipindi kwa unaamika kuhusu soko la ndizi kwamba mm, amna taratibu nzuri wa uzaji ndizi kwa, watataka kwa kwa mpaka iundwe chama cha ushirika cha ndizi, ni kweli? <laughs> changamoto kubwa ambayo kwanza niliiona kwanza mm -hmm, wakati nafika na hasa nilipokuwa mtumishi wa benki mm. Uliandalia utaratibu wa kufanya utafiti, kwa nini watu wanachumbia ndizi. Yani ndizi kwa mgomba ndio inaanza, mtu anachumbia ndizi kwa ndizi, utakuta imekomaa, imeiva, lakini sana sio kwa kukumbo, uliuza mapema kwa mteja, kwa kazi yako nalinda pale, kwa ikawa biashara ya ndizi sio nzuri sana, sio nzuri mkungu ambao ungeuza, ambao unauza shilingi themanini Dar es Salaam, hapo sana sana umeuza shilingi kumi na tano, sana sana shilingi kumi na tano. Kwa hiyo kama makweli hiyo soko la ndizi litaanzishwa huku itakuwa ni ukombozi mkubwa kwa watu wa Busokelo mm -hmm. E, kwa sababu sasa hivi wanauza holela. Sasa hivi kwa mfano wenzetu wa Kiwira wana soko la ndizi. Kwa unajua siku fulani ndio watu wanakwenda kuuza ndizi. Kwa mtu anaikuta sokoni. Haendi mashambani. Huko wako tayari wanatafuta mawakala wanaenda mashambani, lakini tutaanzisha soko la ndizi na maana watu watapeleka pale sokoni. Watakubaliana pale sokoni. Anauza kama anavyouza bidhaa zingine sokoni. Ndipo wapata pale soko la ndizi. Uh, sidhani sidhani kama lina lina mashiko, sidhani kama lina mm. Fanya kazi zaidi, fanya kazi, inawezekana. Jengo lipo, lakini matumizi ya jengo bado hajaanza kufanya kazi mm. mm. ule msukuma nafikiri bado hauja mpana zaidi, ili kwa wakulima kuona kwa mandizi na kwenda pale ni ndogo sana ukilinganisha na na Kiwira na, na toka milimani kabisa, kwa wanatoka Kinyara mm. wanatoka swa wanaleta mazao Mnaozungumza kwamba wananchi wengine huko wanalima kilimo cha kujikimu. Nadhani shida ni nini? Hawana uelewa kwa kilimo cha biashara. Uelewa, uelewa, ni mdogo, hmm. Lakini pili ni mita, na mitaji, na mitaji ni mdogo lakini na tatu kwa ile kulima kwamba watauza wapi na ni changamoto kubwa, kwa hiyo wananchi wengi wanalima unajua Rungwe na bahati nzuri mmoja kwamba mwaka mzima, mwaka mzima miezi yote thelathini, thelathini, miezi, miezi yote kumi na mbili siku hmm. mia tatu sitini na tano. Karibu Rungwe ni, ni, ni, ni rangi ya ki kwamba mvua robo tatu ya robo tatu ya miezi mvua hmm. inanyesha kwa, ina maana ile njaa njaa kabisa huwa haipo. Kwa utakuta mara nyingine mtu ah, leo hapa kuna majimbi kuna miogo kuna viazi kuna mahindi kuna maharage kuna miwa na nini, na nini. Hmm. kwa naona kila kitu kipo, kwa hata kulima kulima kwa sababu kulima kwa kiasi kikubwa kwa sababu najua nayo inachangia kwa kasi kubwa pa, lakini naamini watu kujifunza, watu kadiri mnavyokwenda kadiri mnavyokwenda kadiri mnavyokwenda kujifunza, okay. Na namshukuru kwamba kupitia huu mradi wangu naufanya hapa, hata vijana wengi utakuta kama na uwezo wa kuchimba mashimo ishirini peke yake, mm, ya kuweka kupanda mgomba ko hata kwako nakuta naye anachimba. Hata kama sio mengi lakini ana, matatu anaweza kuchimba kwa siku. Kilimo cha kakao kimatoa watu wengi, baadhi ya maramiko mengine kuhusiana na taasisi za kifedha kutoa kutotoa mikopo kwa, sa, maramiko, maramiko kutoa, kutoa, kutoa kwa au, wakulima wa, ma, e, wa mazao ndizi mkoa na shida ni nini? Rejee wakati nafanya research yangu ya digiri yangu ya uzamivu niliamua hmm, kufanya utafiti kwa nini wananchi wa vijijini wanasema wakopesheka. Nikazunguka kutaf, kutaf, kutaf, kutafiti wakati wanasema wananchi wa mjini wanakopesheka, lakini mwananchi wa mjini hata huna historia nayo kwa mjui hata historia hmm, anaishi wapi na kula wapi. Lakini mwingine anaweza kushangaa amevaa tai ametengeneza baba ntiria hapo hmm, au babalisha hapo ukaile kitendo cha taasisi za kifedha kwenda kula mchana, kaona kwamba huyu ni mtu sahihi kwa mkopo. matokeo yake alikuwa anapotea. lakini kwa kijijini huku nilipofanya utafiti, kasa unasema hana dhamana, unaweza kumpa mkopo kwa sababu hana dhamana. Unajiuliza dhamana ipi? Kwa mfano, utakuta mzee kama mzee Njiku hmm. ana mji wake okay. analima kakao analima migomba, anaweza kushangaa ana miti na familia wake wawili. okay. ana watoto ambao wote wana mashamba yao. okay. Na ambao ndio sehemu ya kudumu kiasi kwamba hawezi kutoroka. Mtu anakuja kwamba hawakopesheki. Ni kwamba la kwanza wananchi kweli wanasema hawakopesheki, lakini sio kweli. Mimi nilifanya utafiti nikagundua kwamba zaidi ya asilimia 95 ya wananchi wanaoishi vijijini wanaweza kukopesheka. Wanapata mikopo na akawa na uwezo wa kurudisha mikopo yao. Kinachokosekana zaidi ni elimu duni kwa wananchi. Hawajui namna ya kutumia hela. Mfano kama elimu, umempa mkopo tu, hujampa elimu, matokeo yake, kama aliamua kwamba tafuga kuku, anakwenda kuanzisha pub, kwa hawezi mm, kupata faida. Matokeo yake ule mkopo anashindwa fanya nini, kurudi kurudisha. Lakini kama elimu uwezeshaji ukaongezeka, watu wakapata mikopo na ukawasimamia, waka akasimamia wakawapa mafunzo, waka sahihi hatua kwa hatua kwa kuna haja kifedha kutoa elimu elimu, kuna haja ya tasi za kifedha zije vijijini, na bahati mbaya tasi nyingi za kifedha zimeanzishwa nyingi ukilinganisha tulivyokuwa na wakati wakati baada ya uhuru na baada ya azimio la Arusha. Hmm, zikuwa benki mbili tatu ndani ya Tanzania na watu walikuwa wanapata mikopo kwa hmm, benki na nyumba pamoja, kwamba wengi zilianguka kwa sababu ya kutofanya follow up kufuatilia wananchi na kutwist mikopo kwamba amempa mkopo wana na kufanya shughuli hii. Sasa kuna benki zaidi ya 60 lakini wale wakopaji hao ndio wanazunguka hapa hapa. Alikuwa na NBC, tutakwenda Exim, inaanzishwa. Diamond iko Diamond, inaanzishwa Standard Bank, Standard Chartered, wote wanakwenda hao. Wengine kupana wa, wanasema idadi ya watu wananchi wamepanda kutoka ni ndani ndogo hmm. sana. Wananchi wa kawaida anaweza kukopa mkopo kwa, ina maana mpango mzuri mkakati na kwa sababu taasisi kubwa ya benki kuu ndio msimamizi wa rasilimali fedha, msimamizi wa fedha, iongeze msukumo kwa taasisi za kifedha kupeleka huduma vijijini, ili wananchi waendelee kupata na ongeze uchumi wao, kipato chao, kupitia mikopo mbalimbali ya kifedha, lakini ambao kipekee iweze kusimamia ipasavyo shughuli zao zaoeshe, na unarudisha mkopo, kwa sababu inakuwa ni revolving fund, kama mzunguko wa fedha, mtu huku vijijini, watu wengi ardhi zao ndio pia changamoto ya mpango kwa nani na ushauri kwa serikali iongeze mm, jitihada za kuhakikisha kwamba wananchi walasimisha ardhi yao, lakini kuna sehemu nyingine ambao wametoa wa... wamerasimisha eh, serikali imerasimisha ardhi, lakini wanao kufanya utafiti ni wangapi amepata mikopo mm. Kwa njia hii naweza kusema hati za kimila kua na utaratibu mzuri kwamba ukiwa na hati za kimila kimila kuenda kopea benki ni wangapi? uh, ukifanya utafiti ni wangapi wameweza no. kupata mkopo benki? Na imekuwa ni changamoto kwa, kwa sababu swala ni swala la serikali kujipanga, kwa sababu swala kulazimisha ardhi ni serikali, hata kama kuna, kuna sekta nyingine binafsi, lakini mkazo mkubwa uwe serikali kuhakikisha kwamba ardhi yote kwa sababu kwa sasa hivi ardhi ya Tanzania, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ardhi yote ni mali ya serikali chini ya msimamizi wa Mheshimiwa Rais, lakini wananchi ndio wanaitumia kwa niaba Yes, akiwa na, akiwa na hati yake, ardhi yake ni rahisi, hata kwenda benki, hata ku, kuwazimisha ardhi, kumwazimisha mtu akalima, akam, akala, ana, ana, ana, ana, analipa, lakini mm. Pili, hata yeye kwenda kopa mkopo ili afanye kitu kikubwa zaidi ya kile kilichokuwa mm. anategemea mwanzo. Ni kweli ndiyo. Muda fulani tulizungumzia kuhusiana na kuanzisha hiyo cha kuchakata mazao. Nadhani sisi kwa ndiko mkombe tunakuwa mawapi kuanzisha e, kuanzisha viwanda ambavyo vitaongeza thamani ya mazao yetu ambayo tunazalisha katika mkoa wetu wa Mbeya. Nafikiri mwamko mdogo wa wananchi wa mkombe. Mm. Mm. Kutokuwa kutoungana kuwa na sauti moja, kuwa na kauli moja kwa jambo. Angalia kwa mfano Kilimanjaro. Wanapoazimia jambo lao. Mm. Wanalifanya kwa moyo wao wote. Mm. lakini sisi labda kwa ukubwa harithi ulionayo rutuba tulionayo huo hmm, tuone labda na ule uivu umimi zaidi, kutoona umuhimu kwamba sie nacho naye akabahatika kuwa nacho mbele na ya safari, ndo hicho lakini. Nachozungumza, tulikuwa na mkakati wa kutaka kuanzisha benki ya Amoni Nsekela, Dr. Amoni Nsekela, Southern Highland Bank, hmm, huko nyuma, chini yake akiwepo Dr. Amoni Nsekela marehemu, mpaka haipo kwa ina maana mtu anaweza kuingiza siasa kwenye shughuli za kiuchumi, kuingiza siasa kwenye shughuli za maendeleo ya kupigana vita na kupigana. Lakini kipekee kila mtu akionyesha moyo kwamba hii kifanyike Mbeya, tuna watu wengi ambao wamesomea taasisi za kifedha wenye upeo mkubwa, tunaweza kufanikiwa kuwashirikisha wananchi mm. pia kuna cha chai pale, lakini pia kuna suasua Katumba, mgogoro yaishi mimi nakumbuka mkiwa hmm. wadogo marehemu babangu hmm. alianzia shamba la chai mwaka sabini na ngapi tano hivi, lakini nayo hmm. tangu sabini na tano mpaka sasa hivi ndio haijafika mia nne kwa kilo. Kwa kilo. Kwa sasa hivi wanaona kwamba sasa mimi nianze kuhangaika na majani ya chai ambayo nikipata kilo, kupata kilo kumi ni, ni, hmm. ni, ni yeah, kazi ngumu yeah, kuliko sasa hivi nikiwa na kilo mbili za kokoa ni zaidi ya mara mia moja na ngapi au mia mbili ntakaopata kaa. Kwa hiyo utakuta mangeo, kwa sababu mfum, mfumo wa mfumo, uchumi huria, watu wana shift kwa, kwenye soko lingine bile bile. Pamoja, kwa hiyo nao faida wanaoipata inachangia au bei ndogo ya China inachangia vile vile pamoja, kwamba inahitajika sana huko mbele ya safari duniani lakini bei, msukumo mdogo wa bei na unachangia kwa wananchi wasishiriki sana katika